Karibu. Leo ni siku ya kimataifa ya pacha walioungana, siku ambayo imewekwa mahususi kujenga uelewa zaidi kuhusiana na hali hii. Nini sababu, aina za muunganiko ambazo hutokea kwa pacha, lakini katika upande wa matibabu kile ambacho kinafanyika na ni kwa kiasi gani hali hii inaweza kujitokeza? Tutapata ufafanuzi huo na mengi kutoka kwa Dkt. Zaitun Bokhary ambaye ni daktari bingwa mbobezi wa upasuaji wa watoto kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Karibu sana daktari. Asante sana nam na, ni siku ya pacha ambao wameungana. Uh, mapacha ambao wanazaliwa huku wameungana uh, katika baadhi ya viungo vya mwili uh, pengine tuanze kwanza kwa kufahamu kuhusiana na hali hii okay. Asante sana ndugu mtangazaji, kwanza naomba nianze kwa kuwatakia heri watoto wote waliozaliwa wakiwa wameungana hmm. Na niwape hongera na pongezi wazazi wote wenye watoto hawa ambao wameweza ku, kusubiri na kukaa na ujauzito kwa kipindi cha miezi tisa mpaka wakawazaa na watoto na kukubali hali ya watoto hawa. Hongereni sana. Uh, tukienda kuelezea nini kinasababisha, uh, sababu maalum haijulikani mm. Lakini inatokea pale pale pindipo lile yai tunaita embryo au kiini tete, wakati utungaji wa mimba ushatokea. Kwa hiyo siku kumi na tatu mpaka kumi na tano tunategemea ile embrio inaanza kugawanyika, lakini kwa sababu ambazo hazijulikani utakuta ile inashindwa kugawanyika mm. Kwa hiyo imeshindwa. Maandishi mengi yanat, uh, yanatafutwa kuangalia nini hasa sababu ku, eidha kurithi au uh, kuambukiza au njia ya vyakula, lakini bado haijajulikana chanzo chake mm -hmm. Mm. Na ni maeneo gani hasa ambayo yanakuwa uh, kwa kiasi kikubwa yanaonekana kuungana ama mm. pia ya kutofautiana? yeah. Katika watoto hawa wanaungana, kunakuwa na, yani makundi mbalimbali mbali. mm. Na wanapewa jina la kuunga, yani jina la aina ya kuungana pale walipoungana mm. Kwa mfano hawa watoto wanaweza kaungana sehemu ya kichwa vichwa tu vikawa vimeungana kwao, okay. Pale wataitwa craniopagus conjoined twins okay. okay. Au wanaungana sehemu ya kifua, kwa hiyo kifua kinaitwa thorasiki kwa uh hiyo -huh. thoraco pagas conjoined twins okay. uh -huh. Au sehemu ya tumbo sehemu ya tumbo kitaalamu inaitwa omfalo kwa hiyo itwa uh -huh. omfalo pagas uh -huh. Au sehemu ya nyuma pyopagas uh -huh. conjoined twins uh -huh. kwenye nyonga inaitwa Iskiopagas. Sometimes, saa nyingine inategemea wanaungana sehemu tatu kwa mara moja, mm. yani sehemu ya kifua, sehemu ya tumbo, sehemu ya nyonga, kwao wataitwa thorako omfalo iskiopagas. Kwao hizo ndio aina na nyinginezo, kuna wanaweza kaungana kwa ubavu, mm. kwa hiyo hizo sote ni aina za conjoined twins, na wakati wanazaliwa wanatoka kwa pamoja wakati wanazaliwa wanatoka pa, kwa pamoja mm. Kwa sababu ndo wameungana yeah. Wamegandana mm. Huwezi kumgandua mmoja okay. Lakini mara nyingi huzaliwa kwa njia ya upasuaji ama inawezekana pia kwa njia ya kawaida. Sasa inawezi mara nyingi sana mm. Kwa hapa kwetu naongelea mm. Kwa wale ambao tumewapata, kwa bahati mbaya sana inakuja kugundulika pale anapojifungua mm. Sasa pale anajifungua anakuwa na prolonged labor. okay. Yani anachelewa kujifungua anatokwa damu nyingi sana kwa hiyo, na mara nyingi wanatoka sehemu ya vijijini, kwa hiyo unashangaa kwa nini huyo anachelewa. okay. lakini ba baadaye wakiwapeleka kwenye hospitali kubwa wanagundua kwamba hawa watoto wameungana. mm. Kwao wengine wanafanyiwa upasuaji wengine kuna mmoja alizaa kwa njia ya kawaida. Okay. Mm. Lakini kwa shida sana yeah. Eh, ni wakubwa, lakini ishu ile walivyoungana, kwa hiyo hata wakati wa kutoka yeah. inakuwa shida yeah. Mmoja anaweza akatanguliza kichwa yeah. Mwingine anaweza asitangulize kichwa yeah. Kwao kuwatoa inakuwa shida, kwa hiyo mama anapata shida sana, anaumia yeah. anatokwa na damu kwa hiyo mpaka wengine inaweza kapelekea mpaka kifo yeah. Yeah. Sasa e, umezungumza kuhusiana na kugundulika, ni muda gani tunaweza tukagundua kwamba watoto wameungana, kwa mfano kwenye mama akiwa mjamzito? Inawezekana, inawezekana kabisa mama akiwa mjamzito, na ndio maana tunashauri hmm. waanze kwenda kliniki mapema sana mm -hmm. wakianza kwenda mapema kliniki, kama ile wiki wiki ya pili kama nimesema wiki ya tatu vile viungo vinaanza kutengenezeka. Okay. Sasa akishaanza, mm, kufika ile wanasema kipindi baada ya kumaliza ili miezi mitatu ya mwanzo, kiumbe, kiumbe kamili kinaanza kuonekana. Okay. wakifanya ultrasound inaweza ikaonekana. Mm. Lakini pia mama anakuwa na dalili ya kuumwa mara kwa mara, anakuwa anaumwa sana hata ukimuuliza Atakwambia, mimba yangu hii hii naona tofauti na zingine zilizopita. Mm. Hii anakuwa na maji mengi kwenye mfuko. Mm. Anakuwa na tumbo labda linaongezeka sana. Yeah. Na hata yeye mwenyewe anakuwa pia, hayuko, anakuwa naijihisi mzito, mm. Mm. Mm. Tumeshuhudia kwa baadhi ya watoto ambao wanakuwa wameungana, wengine wakikuwa hivyo hivyo mpaka wanapokuwa wazee na katika umri ambao wanajaliwa kuishi, lakini wapo wengine pia ambao hufanyiwa upasuaji. Kuna kesi zozote ambazo inawezekana upasuaji ukawa mgumu kufanyika na ukawa lazimu kuishi kama walivyo ya? Yeah, kwa kweli kama nilivyoeleza, hawa watoto wanaoungana wako makundi tofauti kwa tofauti, mm. Kuna makundi ambayo ni mepesi naweza kusema, yaani pale ambapo wameungana uh, viungo ambavyo unaweza kuvitenganisha na unaweza kuvifanyia sajari kwa urahisi na pale ambapo unaweza kuvigawa, at least huyu akapata hichi na huyu akapata hichi. Lakini ugumu unakuja pale watoto wamezaliwa wameungana kifua wanakuwa wanashare moyo mmoja mm. Kwa hiyo ule moyo unakuwa wote wanautegemea. Kwa hiyo ile inakuwa ngumu, huwezi kuwatenganisha wale mm. kwa sababu ukitenganisha, either usacrifice mmoja afe, mmoja baki na moyo na okay. yeah. Sasa hiyo sometimes inakuwa ngumu sana kwamba yani, nani unamwachia moyo, na hapo una, una, una wewe ndo daktari, Mama, na hapo unaposacrifice ndio unachagua, ama mnashirikiana na lazima lazima mnakaa parent na wazazi mm. Kikao unamwelezea, kwa sababu katika hii hali, lazima uhakikishe mzazi au wazazi wanaelezewa mm. kila hatua inayokwenda mm. kwamba mtoto kaungana sehemu hizi, ukifanya vipimo, unaita wazazi, mnakaa chini, unamwambia kwa hiyo hii pia lazima umshirikishe mzazi. katika hali kama hiyo, daktari, unashauri nini? Kwa mfano kama umeungana na hamna uwezo, hamna uwezekano wa kuwatenganisha kwa sababu ulizozitaja eh, unadhani ni njia ipi ambayo inapendekezwa kitaalamu? Je, ni ku sacrifice mmoja eh, ama ni niku, kuacha wa, wao wote wawili waendelee kuishi wakiwa hivyo hivyo? Yeah, kitaalam ni vizuri ukawaacha wote wawili. hmm. kwa sababu unaweza ukasema na sacrifice huyu yeah lakini huyu ukim, ukimwondoa kuna vitu ambavyo kwa katika njia moja ama nyingine mm. Hata mishipa mi, ya damu inawezekana pia, na huyu alikuwa anachangia okay. Yani kwa sababu wako pamoja, hata kama moyo asilimia zaidi ya 90 huko kwa huyu, kwa hiyo mm. Inawezekana kabisa kuliko huyu pia alikuwa na kamchango japo kadogo mm. Kwa hiyo sisi tunashauri akiwa na kiungo kama vile moyo uko mmoja, ni vizuri kutowatenganisha. yeah. Kuwa tu tuna wamonita na wanaweza wakakuwa hmm. Lakini pia kingine kuna viungo kama wanaweza wakawa wameungana sehemu ya ini hmm. Lakini sehemu ya ini tunajua kabisa huyu mtoto mmoja analo ini na huyu analo, ila baadhi labda ini ina ina sehemu zake yeah. Kwao labda sehemu moja au sehemu mbili kwa zile unaweza ukasakrifisi hmm, na kutengani na kuweza kuzichannel ile mishipa ya damu ukahakikisha huyu anapata na huyu anapata, kwa hiyo okay. hilo linawezekana hmm. Yeah. Na kwa mfano kama ikishindikana sasa, wakawa wako wote kwa pamoja, kuna uwezekano hmm, wakaishi kwa muda gani? Wanaweza wakaishi kama mpaka ule Mungu atakapoamua kuwachukua wengine hmm. wanaweza kuishi mpaka utu uzima mfano, hmm. hawa um, wakati nilikuwa naangalia nadhani waliishi mpaka miaka <coughs> sitini miwili hivi okay. pacha hawa hapo ya kuna wameishi mpaka hiyo sitini, hmm. utu uzima kabisa, yeah. Yeah ambao ndio nadhani ilikuwa ni rekodi ya yeah. pacha ambao wameungana walioishi kwa muda mrefu zaidi yeah. Sisi pia tuna pacha wetu wale wa Iringa waliishi takriban ma miaka ishirini, ishirini na, na mm. mm. ila ilitokea Konsolata mmoja akauma Konsolata, Konsolata na mwenzie sasa. yes. <coughs> yeah. Daktari, hebu tunaomba tu, tu, tu, tu, tuangalie tu rekodi kidogo, kwa lengo tu la kujifunza kwa operesheni za aina hii ambazo umeshiriki e, pale Muhimbili mpaka sasa hivi umeshiriki katika operation ngapi, na kati ya hizo ni zipi ambazo zimefanikiwa? ni ngapi ambazo zimefanikiwa? Ah, asante sana Muhimbili. kama Muhimbili tumeshafanya utenganisho kwa seti nne. Mm. seti ya kwanza kabisa ambayo mi sikuwepo ilikuwa mwaka 1985 hiyo. Mm. seti ikiongozwa na profesa Shija ambayo okay, ndio daktari wa kwanza wa upasuaji wa watoto wadogo okay, hapa Tanzania akishirikiana na kina dok Petroni Lankiloi yeah, waliweza kufanikisha upasuaji huo. Uh, watoto walikuwa wameungana sehemu ya tumbo fopagas mm. kwa hiyo wale watoto walitoka wali salama, lakini mmoja alifariki ICU, mwingine anaishi mpaka leo yuko okay. Mwanza okay, na anafanya shughuli zake vizuri Aa, na upasuaji wa pili ambao mimi nilishiriki pia kikamilifu ni ule wa ulifanyika mwaka elf, elfu mbili, ishirini, mm -hmm. ishirini na moja kwa wale watoto wa, wa, wa, wa Kimasai waliotoka Chalinze, yeah. ambao sasa hivi wanaishi hapo Mzenga katika kijiji mkoa um, wa Pwani. okay. wako sasa hivi darasa la pili. Okay. Watoto wa Kimasai tuliwatenganisha vizuri, wanaendelea vizuri. Wao waliungana pia sehemu ya ya tumbo na pati kidogo ya, ya ini mm. Lakini tuliweza kuwatenganisha salama. Okay. Na, na na pea nyingine ambayo tuliwatenganisha salama pia iko hapa hapa Dar es Salaam natoka mm. Mbagala, watoto wa kike mm. tuliifanya mwaka ishirini ishirini na tatu ambayo nao wanaendelea vizuri, lakini pea moja ambayo tulifanya hapa bila mafanikio, watoto tulifanikiwa kuwatenganisha, lakini walikuja kufa nafikiri siku thelathini na sita baada ya upasuaji mm -mm. kutokana na maambukizo ya bakteria mm. yeah. okay. Sasa na, na hawa ambao huwa wanaungana sehemu ya vichwa, kwa nini huwa inakuwa ngumu sana ku, kuwatenganisha? Eh, operation ya kwanza ile ya Ben Carson ya mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba mm. eh, ilikuwa na mafanikio, ilionyesha njia kimsingi, kwamba labda kitu cha namna hiyo kinaweza ikafanyika, lakini eh, ukijaribu kuangalia si operation nyingi sana zimefanyika za kuwatenganisha, eh, watoto ambao wameungana eh, sehemu ya kichwa. Kwa nini sehemu hiyo inakuwa ngumu Yeah, sehemu ya kichwa ni tunaita ni complex, ni ngumu yeah, yeah. Kwa sababu ya ile mofoloji yake ya kichwani, ubongo mm. Unajua na wanasema one mistake, one mistake goal mm -hmm. Yani, u, ukitempa kidogo tu kwenye udo mm. Kuna mishipa ambayo ni iko very sensitive, na ubongo tunasema ni eneo ambalo liko sensitive sana. Kwa hiyo na ndio maana hata upasuaji wake na mara nyingi sana ubongo unakuwa tuseme, labda tuseme uko ndani ya ya kama shell mm. Sasa upasue ile shell, ugawanyishe inakuwa kitu ambacho ni kigumu sana mm. Lakini katika huko uko kichwani, inategemea wakiwa wameungana sehemu tu ya labda kwenye shell ya nje. Kwa hiyo kunakuwa na layers, ni rahisi kuzitenganisha kwenye layers kuliko kuingia ndani. Mm. Lakini kama ikita, ikatokea ndani mpaka ndani imeathiri wameunganika, inakuwa ngumu sana kuwatenganisha. Okay. Lakini kwa sasa hivi kuna utaalamu wa hali ya juu. Uh, sisi tunashirikiana sana na Saudi Arabia ambako wale ma, mapacha wetu waliungana. Tunawapeleka sana nchini Saudi Arabia. Ndiyo. Tumeshapeleka zile seti ambazo ni ngumu ngumu naweza kuziita ambao ke, uh, kesi ya kwanza ya wale mapacha Anisia na Alisia wa Misenyi Bukoba. mm -hmm. Tuliwapeleka mwaka ishirini kumi na uh, tisa nchini Saudi Arabia katika jiji la Riyadh. Mm. Wao walikuwa wameungana walikuwa na miguu mitatu wameungana kuanzia kifuani mpaka nyonga. Mm. Na walikuwa wanashea sehemu za siri. Mm. Lakini wenzetu Saudi Arabia kwenye hiyo hospitali ya King Salman ni wana uzoefu wa muda mrefu, mm, wa kutenganisha hawa watoto na wameshatenganisha takriban watoto mia moja arobaini kutoka sehemu mbalimbali duniani. Okay. Kwa hiyo waliweza kuwatenganisha wale watoto wakaweza ku kila mmoja akabaki na mguu mmoja na ule mguu mwingine watatu ule ukasaidia katika kufunika kwa sababu ulikuwa haufanyi kazi. Mm. Na seti ya pili ni hii ya juzi hasa na Hussein. Au mapacha wetu ambao wako Tabora. Yeah. Wana, wana enjoy life. Wao walikuwa pia ni katika mapacha ambao tunasema ni complex. Ni wao pia walikuwa ni mmoja wapo. Maana yake hata kulikuwa na debate kubwa sana either watenganishwe au wasitenganishwe. Mm. Lakini vipimo ukiangalia uke, ndani unaona ni, ni ngumu sana kuwatenganisha, lakini tukashea na wenzetu tukawaonyesha. Mm. Wakaangalia vipimo wakasema wanaweza wakatenganisha, kwa hiyo tukawapeleka kwa msaada wa serikali ya Saudia, watoto wakaenda wakafanyiwa na wewe ukawepo kwenye, na mimi nikawepo kwenye timu hmm. hata timu ile ya kwanza ya ishirini kumi na tisa nilikuwepo kwenye timu okay. na ishirini hii ya juzi moja. nilikuwepo kwenye hizi kwenye kwenye seti za, za nne tatu nilikuwepo okay. moja nilikuwa bado sijamaliza hata shule okay. kulikuwa na pacha wale wengine okay. wa kulembea yeah. yeah kuna wapacha wa Mbeya Elikana, na Eliudi Eli, yeah. Wale ilikuwa ni ishirini kumi na sita, wakati huo mimi nikiwa nchini Masri nasoma shahada ya na ubingwa bobezi, okay. Lakini aa watoto niliwapokea nikiwa hapa Muhimbili kabla sijasafiri kwenda Masri, mm -hmm. na, ku, na kuwashughulikia, lakini baadaye ilivyofikia nikawapeleka India wao walifanyiwa upasuaji katika hospitali ya watoto Chennai, okay. India. Kwa hiyo nilishiriki kuwapeleka, lakini nilipofika wakati wa sajari ya upasuaji, nilisafiri kutoka Egypt nikaenda India kwenda na mimi kwenda kushuhudia huo upasuaji na kushiriki, kwa sababu hii inasaidia kujifunza, kwa sababu tunataka hivi vitu tuwe tunafanya kwetu. kwa hiyo mtaalamu akiwa na shiriki na watu ambao wana uzoefu ni rahisi na sisi kufanya, na ndio maana hata hizi nyingine zimewezekana hmm. Na of course pia tunaishukuru sana serikali yetu chini ya wizara yetu ya afya kwa kuweza ku, kusomesha wataalam na vifaa, kwa sababu zamani ilikuwa ni ngumu sana hata kubaini kwamba ni aina gani ya viungo vilivyoungana humo ndani. Mm, sababu tulikuwa hatuna vifaa vya kuweza kubaini, lakini sasa hivi alhamdulillah, tuna kila kitu, tuna vifaa vingi na wataalamu wa kutosha, na wengi bado wanaendelea kusomeshwa. mm -hmm. Mm -hmm. Ni mambo gani ambayo mzazi anapaswa kufahamu ama mlezi pia, pale ambapo anapata mtoto ambaye anapata pacha ambao wameungana, hasa katika eh, kuangalia zaidi ambao mnashauri kama madaktari, kitu cha kwanza mzazi akishazaa watoto sote tuelewa tuelewe ina mwafekti kisaikolojia. Kwa hiyo lazima huyu huyu mzazi kumwandaa kisaikolojia, yaani sisi kama madaktari mm, tunasema naye au tunasema nao na kumwelewesha kwamba hawa watoto wamezaliwa wameungana kilema ambacho kama mtoto mwingine anaweza kuwa na kilema, mm -hmm. na kumuriashua kwamba hili tatizo linaweza likafanyika, anaweza akarekebishwa, lakini pia kumtayarisha ili aikubali ile hali, na yeye akikubali ile hali ataweza kuwalea wale watoto kwa upendo, kwa sababu mwingine akishapata wale watoto upendo unapotea. mm -hmm. Kwa hiyo kitu muhimu ni kuwalea kwa upendo, lakini pia katika hilo naomba nilisemee sana, kwa sababu linatokea sana hapa kwetu. Mzazi wa kiume akishaona mke wake kajifungua mtoto mwenye ulemavu hususan huu watoto walioungana, basi mara nyingi huwa anamkataa yule mwanamke na mtoto kwa hizi kesi ambazo tumeielezea, hii ya Mbeya, hii ya Bukoba, baba alikimbia kabisa, anasema mm, hao sio wa kwetu. Yeah, sisi kwetu hatuna u kilema hicho, anahisi amerogwa. Huu e, ni mkosi, unaleta mkosi kwenye familia mm. Kwa hiyo wanamfukuza kabisa kwenye familia mm. Kwa hiyo mama anabaki anateseka mwenyewe peke yake. Kwa, kwa upande wa wataalam hasa hapa nchini e, tunao kiasi gani hasa katika eneo hili, na hata Muhimbili labda unaweza kutugusia kwa upande wenu wa? Ni, ni wataalam kwa sababu hii, labda tungeanza ku break down, kwa mfano, wabingwa bobezi katika levu yako, labda tunaweza, tuko kwa ngapi? kwa hospitali ya taifa katika hospitali ya taifa, bingwa bobezi tuko watatu. Okay. tuko watatu uh, lakini pia tuna hospitali za rufaa kama ya Mbeya. Mm. tuna bingwa bobezi yuko mmoja hospitali okay ya Bugando wako wawili bingwa bobezi, hospitali rufa ya rufaa ya KCMC yuko mmoja, Arusha pia okay tunaye mmoja kwa hiyo lakini, sasa hivi tunashukuru tuna chuo chuo chetu hiki cha Muhimbili, Muhimbili. Muhimbili kinatoa wataalamu wa bingwa bobezi ambao nao wana graduate karibu takriban cool. kila mwaka mm. wa, wameanza tumeanza mwaka ishirini na tatu siku za hivi karibuni tuto, tu, wa wataongezeka e. Okay. Lakini tukumbuke kwenye hii e, upasuaji wa kutenganisha watoto tunahitaji jopo la upasuaji la watoto kutoka fani mbalimbali mbali. yeah, yeah. tunaelewa hilo sana yes, e. Na mabingwa sasa, madaktari bingwa wenyewe tu wapo wa kutosha katika level hiyo yeah, hapa bado tunahitaji mm, kwa sababu bado hatuna wa kutosha mm, ambao na ndio maana kuna hizi nimekuambia, kuna zile complex inabidi tuzipeleke mm, sehemu ambako tushirikiane mm, na wenzetu kwa sababu bado hatujakamilika kwa katika sekta hiyo ya kwamba sasa Tanzania tuna bingwa bobezi wa upasuaji wa kibofu cha mkojo wa watoto tuna bingwa bobezi wa upasuaji wa viungo rekebishi oh. Tuna bingwa bobezi kwa uh, super specialist ya yeah, super specialist kwenye eneo fulani, kwenye eneo fulani okay. Na hawa watoto tiki, yani, kwa wenzetu wanavyofanya wanazo hizi super speciality hmm, kwa watoto okay. Yani wana kwa mfano nchini Saudia wana wana specialization za bingwa bobezi za watoto takriban katika area zote. Oh. Yeah. Kwa hiyo hata kama si moyo ikatokea si like moyo wanahitaji, tunataka tunahitaji, na ndio maana ukienda na mtoto kule na experience, sababu na huwa naenda. Yes. Nao yeah. Yeah. Kwa hiyo kabla upasuaji haujafanyika kwa pale, wanatafuta daktari bingwa bobezi wa infection wa watoto atakuja kuwaona wale watoto. Mm. wa bobezi wa watoto wa mifupa atakuja kuwaona mm, okay. Bobezi wa mambo ya viungo rekebishi wa watoto atakuja mm. Kwa hiyo matokeo yake wale wakisha waona, kwa hiyo mnapanga timu kila uh, idara inajipanga vizuri mm -hmm. na upasuaji unawezekanika. Asante daktari, muda umetuishia kabisa. Lakini uh, leo ikiwa ni siku mahususi na muhimu, kwa kifupi sana uh, ujumbe wako pia kwa siku hii ya leo. Yeah. Uh, ujumbe wangu nataka kuambia kwamba upasuaji kutenganisha watoto unawezekana kwa hawa watoto na tusiwafiche, tusione kwamba ni mkosi. Hii ni kitu ambacho ni maumbile yameungana, lakini yanaweza yakarekebishika. Lakini pia kwa familia tuungane, tukiona mwanafamilia amepata hili tatizo, tuungane kumfariji, kumpa moyo kuliko kumkimbia na ku kum, kumweka zaidi katika ile msongo wa mawazo, mm -hmm. Kwa hiyo hiyo ndio nani yangu. Asante sana. Asante sana, daktari. Shukrani sana asante sana. Naam, sana nashukuru na. Tunakamilisha hivyo na Dr. Zaitun Bokhary ambaye ni daktari bingwa bobezi eh, wa upasuaji wa watoto kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili.